Kusalimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ah, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa nafasi na kibali cha kufa wakati huu. Kabla siendelea, niweze kuomba Baba. Katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya usiku huupa katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Haya, oh famfam, Bwana wa majeshi Mungu aliye juu mtakatifu watakatifu, nina kushukuru Bwana kwa ajili ya wakati huu nina kushukuru Yesu kwa ajili ya majira haya nina kushukuru Kristo kwa ajili ya saa hii. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Heshima na utukufu. Pokea heshima na adhamu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa ajili ya usiku huu, asante kwa ajili ya majira, asante kwa ajili ya saa hii, asante kwa ajili ya nyakati hizi, asante kwa ajili ya saa hii. Pokea heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo, Baba mwenye enzi na mamlaka. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Nakusalimu katika jina la Yesu, tunakwenda kuangalia neno la Mungu kabla hatujaanza maombi, tunakwenda kuangalia neno la Mungu katika kitabu cha Luka sura ya sita mstari wa kumi na mbili nakwenda kujifunza habari za Yesu kutoka katika kitabu cha Luka sura ya sita mstari wa kumi na mbili. Ikawa siku zile, akaondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Maisha ya Yesu yalikuwa ni maisha ya kuomba. Ilikuwa ni maisha ya kumwomba Mungu. Siku zote za maisha yake alikuwa ni muombaji. Kabla aienda kwenye huduma, alikuwa anaenda kuomba kwanza. Kabla ajienda kufanya chochote, alikuwa anaenda kuomba kwanza na ndio maana ishara, miujiza, matendo makuu ya Mungu yalikuwa yanatokea, kwa sababu Kristo alikuwa anaomba na kukesha. Kitu kilichofanya ishara na miujiza mitokee ni yale maombi ambayo yalikuwa anakesha anamwomba Mungu Kabla ajaenda kufanya huduma, anakesha analia mbele za Mungu, akiomba uwepo wa Mungu, akiomba nguvu za Mungu ziwe juu yake. Na ndio maana tunaona Yesu kila mahali alipoenda alitenda mema. Biblia inasema sikawa siku zile, alipoondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Baada ya kukesha usiku kucha na kumwomba Mungu. Biblia inasema akashuka pamoja nao akasimama mahali tambarare pamoja na wanafunzi wake wengi na makutano makubwa ya watu waliotoka Wayahudi wote wa, wa Yerusalemu na pwani Tiro wa na Sidoni, walikuwa wakimsikiliza na kuponywa magonjwa magonjwa yao. Baada ya Yesu kutoka mlimani alishuka akaenda mahali tambalale. Biblia inasema watu wengi wakashu, wakawa wakimsikiliza wengine wakaponywa magonjwa yao, waliokuwa wakisumbuliwa na mapepo, Mungu akawafungua, aliwafungua kwa sababu kabla hajaenda kuwaombea, alikuwa ametoka kwenye maombi Amekesha, amemwomba Mungu, amelia um, ame, ame mbele za Mungu usiku kucha. Biblia inasema aliposhuka, waliokuwa wamefungwa na vifungo mbalimbali Kristo akawa anawaponya, kwa sababu nguvu ya Mungu ilikuwa juu yake, uwepo wa Mungu ulikuwa juu yake. Kitu kilichofanya haya yote ni yale maombi ambayo alikuwa akiomba usiku kucha, akiomba Mungu ampe nguvu, ampe uwepo wake, aende pamoja nao. Wako watu ambao wanataka kuona ishara na maajabu, ishara na miujiza vikiambatana nao katika huduma yao, katika utumishi wao, lakini hawaita, hawataki kuomba. Hicho kitu kitakufanya usione matokeo kwenye huduma yako, usione matokeo kwenye kuimba, usione matokeo kwenye kuhubiri kama wombi. Huwezi kuona matokeo, huwezi kuona watu wanajazwa nguvu za Mungu, huwezi kuona watu wanapokea uponyaji, huwezi kuona watu wanabarikiwa kama wewe sio mwombaji. Kama wewe sio mwombaji, huwezi kuona matokeo, huwezi kuona matokeo Matokeo utayaona pale unapokuwa unaomba na, ku, na kufunga kwa ajili ya watu kwa ajili ya, ya utumishi ulionao. Lakini kama huwezi kufunga na kuomba, huwezi kukesha na kuomba, huwezi kuona matokeo kwenye maisha yako, huwezi kuona hatua kwenye maisha yako. Kila siku utakuwa na huduma butu, utakuwa naimba unaimba kibutubutu, kwa sababu wewe sio mwombaji. Unataka matokeo makubwa, unahitaji kuomba kesha, nikeshe ya usiku, amka, kesha, omba, mwambie Mungu, ninaomba nguvu zako, ninakataa kuimba kawaida, ninakataa ku, ku, ku, kuhubiri kawaida, nakataa kufanya kazi yako kawaida. Biblia inasema mtapokea nguvu akisha kuwajilia, eh? Mtapokea nguvu kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Nguvu za Mungu zikiwa juu yako Ukiimba watu watafunguliwa. Nguvu za Mungu zikiwa juu yako, ukiomba watu watafunguliwa, wote, watu watafunguliwa, kwa sababu nguvu za Mungu ziko juu yako. Na nguvu za Mungu zikiwa juu yako, kila kitu utakifanya kwa wepesi, kwa sababu unazo nguvu za Mungu. Na usiku wa leo, Bwana kupe nguvu zake. Bwana akupe neema yake, Bwana akupe nguvu zake, pokea katika jina la Yesu. Usipokuwa unaomba huwezi kuona matokeo, huwezi kuona chochote, huwezi kuona mabadiliko, huwezi kuona chochote kikifanyika maisha yako, kwa sababu hauombi. hata wale wanaoenda kwenye mizimu wanaoenda kuabudu mizimu wanaenda makabulini, wanaomba wanaomba wanaomba, hawaendi tu. Mganga wa kienyeji anampa mashariti, kaombe kwenye makaburi, anaomba anachotaka, anaomba anachotaka. Wewe uombi, na ndio maana wachawi wanakuombea wanaharibu maisha yako, wanaharibu biashara yako, uombi Unaenda kwenye biashara uombi, unaenda kufanya chochote au ufa, uombi. Hmm? Tunaona Yesu mwenyewe alikuwa ni Mungu, lakini alikuwa anakesha, alikuwa anakesha usiku kucha, anakesha usiku kucha, alikuwa anakesha naomba, anaomba nguvu za Mungu ziwe juu yake, zimfunike na usiku wa leo tutaomba nguvu za Mungu ziwe juu yetu, zitufunike. Tutaomba nguvu za Mungu zitufunike, tusiwe kama jana, tusiwe kama juzi, tusiwe kama miezi iliyopita. Bwana atufunike. Tunapoingia mwezi wa pili, tuingie tukiwa tuna nguvu za Mungu, tuingie tukiwa tuna uwepo wa Mungu, tuingie tukiwa na nguvu za Mungu, tusiingie kawaida, tuingie tukiwa na neema ya Mungu, hiyo juu yako iwe juu yetu rapa koshit. Mwezi wa pili ukawe ni mwezi wa pekee, usiwe ni mwezi kama wajana, uwe ni mwezi wa pekee wa tofauti. Tunapoingia mwezi wa pili, tuingie sisi na baraka zetu na maisha yetu na uchumi wetu eh? Kila kitu. Musa akamwambia Farao Tutaenda na mali zetu, tutaenda na fedha zetu, tutaenda na dhahabu zetu, tutaenda na watoto wetu, hatuwezi kukuachia chochote, hatuwezi kukuachia chochote. Na wewe mwezi wa pili unaingia, mwambie Mungu, naenda na kila kitu changu, naenda na fedha zangu, naenda na uchumi wangu, naenda na maisha yangu, naenda na watoto wangu, naenda na kila kitu changu naenda nacho mwezi wa pili, katika jina la Yesu katika jina la Yesu naenda na ndoa yangu naenda na watoto wangu biashara na na yangu sitaacha. Mwezi wapi, sitaacha ia, sitaacha biashara yangu mwezi wa kwanza ninaenda nayo. Siku wa leo silale, omba hata sali moja, omba hata masaa mawili, omba nguvu za Mungu ziwe juu yako, omba upako uwe juu yako, omba neema iwe juu yako, Omba kibali kiwe juu yako, omba nguvu ziwe juu yako, zikufunike kila unapotembea. Usikie nguvu za mungu zikiwa juu yako, zikikufunika, zikienda na wewe, zikitembea na wewe, nguvu za mungu zikiwa na wewe. Nakwambia utajisikia ukiwa siku zote, utajisikia mshindi kila wakati. Wakati wengine wanaona sijui itakuwaje, wewe unasema ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Wakati wengine akili zimekwama, wewe Mungu atakupa akili. Biblia inasema anakupa akili upate faida. Wakati wengine mioyo yao imeinama, hawana tumaini tena, Mungu anasema yeye atakuwa mchungaji wako, atakuwa mlinzi wako, atakuwa mlinzi wako. Usiku wa leo Mungu akutokee, usiku wa leo Mungu akuinue, usiku wa leo Mungu akutoe mahali ulipokwama, usiku wa leo Mungu akutoe mahali ambapo umeshikiliwa, usiku wa leo Mungu akutoe mahali ambapo ni pagumu. Wewe utatokaje? Kristo akutoe hapo katika jina la Yesu. Tunapoenda kuomba tutaomba kwa bidii na tutaomba nguvu za Mungu ziwe juu yetu, upako uwe juu yetu, kama Kristo aliomba usiku, asubuhi akaenda kufanya kuhubiri Injili. Nasi tutaomba usiku wa leo juu ya biashara zetu, na siku ya kesho tutakapoenda kwenye biashara Mungu atatutokea kama ishara zilitokea baada ya Kristo kutoka kwenye maombi nasi tutakapotoka kwenye maombi hapa, siku ya asubuhi tunapoenda kwenye biashara, tunapoenda kwenye kila eneo, Bwana atatutokea. Nguvu zitakuwa zikitoka ndani nafsi zetu, ndani mioyo yetu, zikienda kuwaponya watu, zikienda kuinua watu. Kama zinaweza kuponya watu, zinaenda kufungua watu. Maana yake, zi nguvu ambazo tutamuomba Mungu usiku wa leo zina uwezo wa kumwinua mtu zina uwezo wa kumtoa mtu hatua moja kwenda hatua nyingine, zina uwezo wa kumtoa mtu kutoka kwenye mateso na kumpeleka kwenye furaha, nguvu za Mungu rapa shataka rapa kushindili biko baba, katika jina la Yesu. Nina kushukuru Mungu kwa siku ya leo, nakushukuru Kristo kwa siku ya leo nakushukuru Mwokozi na kushukuru Adonai na kushukuru niko pokea heshima na utukufu, pokea sifa Bwana Yesu, pokea sifa Kristo Yesu, kwa jina la Yesu kuisalia hai, niko mbele zako usiku wa leo, mimi na watoto wako hawa, mimi na ndugu zangu hawa Baba, tunatubu mbele zako tunaomba toba na rehema, Bwana ututakashe Bwana utusamee Bwana utusafishe kwa jina la Yesu. Baba turehemu, Baba tusafishe, Baba tutakashe kwa jina la Yesu. Nina tubu mbele zako, mahali nipo kwenda kinyume, ninaomba toba yako Bwana, unitakashe kwa jina la Yesu, nitakashe Bwana, unisafishe Bwana, unirehemu Bwana, unitakashe Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, baba Mungu liye hai, naomba nguvu zako, naomba nguvu zako, naomba uweza wako. Kwa jina la Yesu, nasi Bwana tuko mbele zako siku ya leo, majira haya, nyakati hizi Bwana, katika jina la Yesu, mkono wa kwenye nguvu Baba ukashuke Bwana, ujiziirishi kwa jina la Yesu. Baba nakuita, Yesu nakuita kwa jina la Yesu. Baba nakuita kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, nguvu zako Bwana, uweza wako Bwana, kibali chako Bwana, mamlaka yako Bwana, ishuke juu ya watu hawa, ishuke juu ya watu hawa kwa jina la Yesu. Kila nguvu itokaye kuzimu, nguvu itokaye kwa adui, na ikemea kwa jina la Yesu karoho ya kuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Baba ninakuita kwa damu ya mwanakondoo, shuka Kristo Yesu, shuka Roho Mtakatifu, shuka Mwokozi Yesu, mponye huyu baba, mponye huyu mama kwa jina la Yesu, ponye huyu mama, ponye kwa damu, ponye kwa jina la Yesu, ponye huyu kijana, ponye huyu kijana kwa jina la Yesu, Bwana ninakuita, niko ninakuita, Jehova ninakuita, Elishadai ninakuita, nina Bwana mwenye enzi ninakuita. Tunaomba nguvu zako kwa jina la Yesu, tunaomba nguvu zako kwa jina la Yesu, Bwana wa majeshi, tunaomba nguvu zako, tunaomba nguvu zako kwa jina la Yesu, tunaomba nguvu zako kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Mwanakondo kwa jina la Yesu kwa damu ya Mwanakondo mwana Baba ninakuita Kristo ninakuita Mwokozi ninakuita Simba wa Yuda ninakuita Bwana wa nina majeshi ninakuita kwa jina la Yesu Kristo usiku wa leo Bwana kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu kwa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa kwa damu kwa kwa ya Mwanakondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa, kwa damu ya Mwanakondoo, kila silaha ya adui, kila silaha ya shetani, kila silaha ya adui Baba, Baba anayaangamisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, toka roho ya kuzimu, toka roho ya kichawi, kwa jina la Yesu kwisho. Baba ninakuita, Bwana ninakuita, Kristo ninakuita, kwa jina la Yesu, ishara na miujiza, upako wa Roho Mtakatifu, Bwana ushuke juu yangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, na kwenda kinyume na kila silaha ya adui, na kwenda kinyume na kila silaha ya adui, kwa jina la Yesu Kristo, toka roho ya kuzimu na kuikataa, toka, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuita kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuita katika jina la Yesu. Baba mwenye enzi na mamlaka, ninakuita Bwana, kwa jina la Yesu kuisharia na nakwenda kinyume la na matamko, nafuta matamko na piga matamko, matamko, uchawi na uganga. Toka uchawi kwa jina la Yesu. Toka uchaye kwa jina Yesu. Toka uchaye kwa jina Yesu. Toka madhabahu ya uchawi kwa jina Yesu. Baba ninakuita kuita kwa jina Yesu kwisho na futa na piga kila nguvu napiga kila madhabahu ya giza napiga kila laana napiga kila umaskini. Napiga kwa jina Yesu. Napiga kwa jina Yesu. Toka roho ya ya kichawi kwa jina la Yesu Kristo. Baba ninakuita katika jina la Yesu. Damu yako Yesu inene mema. Damu yako Yesu inene mema. Kwa jina la Yesu Baba tunakuita Yesu tunakuita kwa jina la Yesu. Baba tunakuita Yesu tunakuita Bwana tunakuita kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu nguvu zako Bwana nguvu zako Kristo nguvu zako Bwana kwa jina la Yesu Kristo, na achiria juu ya watu hawa kwa jina la Yesu Kristo nguvu za gesa pasoka kwa jina la Yesu kwisha li hai baba ninakuita katika jina la Yesu magonjwa ninakata kwa jina la Yesu, magonjwa, mateso, aibu, fedheha, toka chia kwa jina la Yesu! Kila matamko, kila uchawi, kila ushirikina kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na kwenda kinyume na kila matamko kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, rapa shatana roku shakara sakaravako rika sakaravako roku shakara sakaravako. Baba ninakuita Yesu, ninakuita Baba ninakuita Kristo ninakuita Adonai nakuita nina simba wa Yuda ninakuita Mwokozi ninakuita kwa jina la Yesu Baba mwenye enzi. Mwokozi Yesu kwa jina la Yesu Toka roho ya kuzimu, toka roho ya mauti, toka roho ya kifo, toka roho ya magonjwa, toka roho ya umaskini kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, toka nguvu za giza, toka roho ya mauti kwa jina la Yesu Kristo. Baba ninakuita, tembea Kristo, tembea Adonai, tembea niko, tembea Bwana kwa jina la Yesu tunabatilisha kila mashauri, mashauri ya Shetani, mashauri ya ajabu, mashauri ya ajabu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, shetani na kukataa kwa jina la Yesu, na kupinga kwa jina la Yesu, ninakukataa kwa jina la Yesu, ninakukataa kwa damu ya Yesu, toka roho ya mauti, kwa jina la Yesu. Baba, ninakuita kwa damu ya Mwanakondoo. Nguvu ya dhambi ninaikata, ninaifisha kwa jina la Yesu. Nguvu ya dhambi, nguvu ya uovu, kwa jina la Yesu. Nguvu ya dhambi, kwa damu ya Yesu, nguvu ya uovu naikata kwa jina la Yesu, popote kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba ninakuita, Kristo ninakuita, jemedali na nina kuita kwa jina la Yesu. Kila matamko, kila uchawi, kila uganga na ubatilisha kwa jina la Yesu, na ubatilisha kwa jina la Yesu. Baba mwenye enzi, kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, tembea Kristo, tembea Mwokozi, tembea Roho Mtakatifu, tembea simba Yuda, tembea Bwana Yesu, tembea Adonai, tembea niko kwa jina la Yesu Kristo, tembea Kristo, tembea Adonai, kwa jina la Yesu Kristo hai. Asante Roho Mtakatifu. Poke heshima na utukufu katika jina la Yesu. Amen. Mungu akulinde, akutunze. Tukutane kesho.